Mento m hapa Piga Pesa na Aviator knowledge ya aviator. Okay, ukihitaji mafunzo haya ni vyema kanicheki moja kwa moja kupitia link yangu iliyopo chini ya hii video, link ya group, then utaenda ku click pale, utakuwa umejoin moja kwa moja kwenye group na nitakupatia utaratibu. Lakini pia ukitaka kuni text kwa ujumbe mfupi, kunitumia message kupitia whatsapp inbox, unaweza uka nicheki kupitia hii namba ambayo ni Tigo 0674190934, narudia tena 0674190934. Namba hii ipo chini ya hii video, lakini pia kupitia hiyo hiyo namba unaweza naweza ukanipigia simu hata kawaida, kwa sababu naweza ukanikuta kama bahati mbaya labda kwa mfano sipo online kwao unanipigia simu kawaida na tunazungumza, na kupatia maelekezo na kupatia utaratibu wote. Okay, leo somo letu litaenda kuhusiana na uzaliano wa namba mbili ambazo tunaita kama pacha, yaani pinki na papo, ambazo namba hizi ndio zenye faida katika huu mchezo wa vieta, lakini namba ambayo inaasala katika huu mchezo wa aviator ni odi ya 1.00 mpaka 1.99. hiyo hatuitumii kwenye aviator, bali tunatumia labda kama hesabu kama kikodi. Unaona, kwa sababu kwenye kikodi, kwa mfano za kutarget odi za papo au pinki, huwa haijalishi. Unaona, hata kama ni odi za blue tunatumia, lakini kwenye upande wa kunufaika sasa, kupata faida profit, tunaanzia odi mbili ambao ni papo unaona, na kuendelea, lakini pia tunakuja kunufaika na odi ya pinki ambao tunaanzia odi kumi na kuendelea. Leo nitakuletea formula inayoitwa au mfano unaoitwa pacha, pinki tu papo. Je, unanufaika vipi kutia hii formula? Au ni ulisha hii kujiuliza ni kwa nini unapoona pinki yoyote ile ndani ya step sita za mbele yake huwa kuna probability kubwa ya kuja kutokea odi ya papo inaoanzia, yani odi yoyote inaoanzia mbili na kuendelea inaweza kafika hata kwenye pinki. Uishai kujiuliza sasa? Leo nitakuonyesha mfano tu mdogo hapa, uh mimi kama kawaida, ufundishaji wangu aga unaanzia chini kwenda juu, hiyo naomba nieleweke. Lakini unapoanza kutrade unaanzia juu kuja chini awali, sawa. Audi ya kwanza kutoka ni 1.00 kwa hiyo mimi nitaanzia ya kwanza kutoka kama formula inavyosema kwamba ni pinki tu papo. Yani, baada ya kuona baada ya kuona pinki samani, baada ya kuona pinki unakuwa na probability kubwa ndani ya step sita zinazokuja mbele yake kuja kutokea nini papo. Kwa mfano, baada ya 20.43 tutahesabu step zetu. Tunajua kabisa ndani ya step sita sisi tutakuwa tumeisha nufaika na papo. Je, ndani ya hizo step sita ni uhakika? Ukiangalia hapa chini kuna pinki ya 20.43. Tunaanza kuhesabu step ya kwanza tunakutana na 1.46, step ya pili tuseme hiyo step ya kwanza 1.46 wewe umecheza umecheza ukaruzi, step ya pili kuna 1.11 umecheza ukaruzi, step ya tatu kuna 1.64 umecheza ukaruzi, step ya nne umecheza ukao umekula kwenye hiyo papo ya mbili poin ishirini na moja. Unaona? Kwa kabla ya kufika step ya tano na sita wao umeenda kulia kwenye step ya nne. Ndio maana nikakwambia kuna kwa kuna probability kubwa kutokea nini? Odd ambayo inaanzia mbili. Kwao hapo tayari utakuwa umetengeneza faida. Unaona? Je, faida utakuwa umetengeneza vipi? Usisite kunicheki kama kawaida kwenye mafunzo yangu. Kupitia linki ya group langu iliyopo chini ya hii video. Lakini pia kunipigia simu moja kwa moja kutia namba yangu ya simu ambayo ipo chini ya hii video au kanicheck moja kwa moja kutia WhatsApp tukachati then nikakupatia utaratibu. Okay, tunaendelea. Tukiachana na huku chini tunaenda pinki na ufuatia ambao ni 10.61. Ukishaiona hiyo unaamini ndani ya step sita za mbele kuna probability kubwa itakuja itokee odi ambayo inaanzia mbili na kuendelea au kufika kwenye pinki. Baada ya kuona 10.61 tunagundua kwamba kuna odi ya 1.20 na ngapi 28. Step ya kwanza unacheza una loss, step ya pili unakuwa umekula kwenye pinki ya 21.32. Maana yake ile step ya pili tu umecheza. Kwa hiyo step nne mbele hautazitumia, utasubiria tena pinki nyingine inakuja nazaliwa pinki ya 11.22 na kuruhusu uendelee kucheza kama kawaida, unaamini ndani ya stepu sita za mbele utakuwa umekula. Utacheza stepu yako ya kwanza una lose kwenye 1.28, stepu ya pili unakula kwenye pinki ya 28.07. Unaona okay, ukishatengeneza faida hapo kama kawaida, haitakiwi utrade. Unasubiria tena pinki nyingine nakuja nazaliwa 53.47, hiyo inakuruhusu ucheze utacheza step yako ya kwanza unaruzi kwenye moja point kumi na tatu unacheza step yako ya pili unaruzi kwenye moja point thelathini na mbili unacheza step yako ya tatu una rosi kwenye moja point zero nane ukisharuzi namna hiyo step ya nne si unacheza pia kwa sababu unakuwa umebakiza step ya nne ya tano na ya sita step ya nne unacheza unakula kwenye hiyo high papo ya tano point arobaini na nne unaona tayari paka hapo unakuwa umeshatengeneza nini faida je hiyo faida unaipata vipi? Kama kawaida, narudia tena, nipigie simu kwa kawaida kutia hii namba si 0674190934. Namba hii utaipata chini ya hii video, au join moja kwa moja kwenye grupu langu la mafunzo kupitia link liopo chini ya hii video. Unaona, na kwenye ile grupu admin niko peke yangu, sishirikiani na mtu na wala sija kakwambia mtu kwamba mi nashirikiana na Mentoem uh, sijui nini na nini akafuata inbox akakudanganya Naona. Okay, karibuni sana. Vitu ambavyo nimebezi navyo, ninafundisha formula za papo, formula za pinki, ninatoa boti la Vieta predict, ninatoa kitabu cha Vieta kilichotafsiriwa kwa Kiswahili. Kwa hiyo naomba niweke sawa kwenye upande wa boti boti wengi sana wamekuwa wakinicheki wakikutana na video zangu mbalimbali mbali kwenye social media, wakinicheki huku, wanajua labda mimi nina boti la nani la kupredictia odds za pinki. No, mi sina boti la pinki, bali boti langu ni la papo tu. Tena papo wenyewe, natakiwa unapoanza kulitumia lile boti unaweka automatically keshauti ya 2.00 kama yenyewe inavyosema ile boti. Unaona, na ukiangalia hata kwenye social media ambapo botio nimeizungumzia kama mfano, utagundua hicho kitu. Nilikuwa kwa nasisitiza sana kwa hata kama ukihitaji hiyo boti, kabla hujaichukua, huwa ni lazima nikuelekeze namna kuitumia. Unaona, boti ni kwa ajili ya kutarget odds ya papo na wala sio pink. Onyo, narudia tena, usikurupuke kufuata mafunzo haya, kwani mafunzo haya ni ya awali Yaani kama introduction au utangulizi. Mafunzo yote ambayo nimeweka kwenye social media, japokuwa yanakuwa na asilimia kadhaa ya kufanya vizuri, lakini unaweza kujikuta unapoteza hela zako kwa sababu baadhi ya njia zote sijazimalizia. Unaona, njia zote sijazifafanua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu na mimi ni biashara. Kwa hiyo ukitaka mafunzo zaidi, ni cheki na ongea tu, hatutashindwana. Maisha yanaendelea. Avieta ni knowledge na avieta ina faida ila avieta kama hauna ujuzi ni bora uache. Kwa sababu gani? Utajikuta unafilisika filisika bure, au unapoteza hela bure kila siku unakuwa na choma account. Ushauri wa bure, sio lazima mimi nikufundishe. Walimu wanaofundisha hii michezo wako wengi, sema ni ile ni nani unayekutana naye ambaye ni mwaminifu, yuko vizuri, atakufundisha unaona. Sio lazima nikufundishe mimi, lakini sikushauri udili sana na mambo sijui ya account management au mambo ya tipsi ni sawa, ni mazuri, lakini kuna watu ambao wamebobea katika hivyo, ukiwapata sawa mm-hmm. lakini asilimia kubwa unaweza ukawa na choma mtaji, ukawa na chomea account yako kila siku, afu mwisho wa siku unakosa kumlaumu ila, simaanishi kwamba walimu wote wa account management ni wabaya. Hapana, wapo pia ambao wanafanya vizuri, ila mimi sijabezi sana na account management. Naamini katika kumfundisha mtu na kumpatia ujuzi wa siku zote, anakuwa yupo vizuri Unaona, anakuwa yuko stable, unaona. Na kwenye group langu ukishaingia, maana yake umeingia yani, wewe unakuwa na yani, kila baada mimi napopata formula mpya, kwa sababu mimi nagharamika kuzipata hizi formula nakuwa, na maana yake nakuwa na share tu, nakupa tena madini mengine tofauti tofauti. Asanteni sana, karibuni sana okay, poa.